Dennis. Eli Mpanzu Mpanzu Eli, ni Eli Mpanzu kibisa wala anaonyanyua mashabiki wa Simba, MVP wa Coupe du Congo msimu uliopita akiwa kwao DRC na kikosi cha Banavea Nzombo Leswa, na hapa anaandika bao la mapema akiwatanguliza wekundu wa Msimbazi, ametoka kwenye jeshi la kijani na njano, yupo katika jeshi jekundu na weupe, wekundu wa Msimbazi Simba. Umekatwa mpira ule katika njia, akapitishiwa Mohamed Hussein, anaicheza nani? Mkuala Dese Ahwa, mashabiki wa wekundu wa Msimbazi wako mbele, mabao mawili kwa sifuri Simba wakiwa na furaha ya aina yake. Ilipelekwa pasi Muhamedi Hussein, MVP wa zamani wa ligi kuu ya Tanzania Bara, Desemukwala akauruka akakutana na Janshale Ahwa, naye akaweka mpira ule kambani na kuandika bao la pili kwa wekundu wa Msimbazi. Simba kapeleka mali kwa Janshale Ahwa, kip Denis amembirishia, Ahwa, ahua, ahua! Afuata. Ni Jean Chalet Ahwa ndiye ambaye anaandika msumali wa tatu kwa Simba. Kapteni Prosper alipeleka pasi ya upendo kwa gula kulia kama ataki hivi. Jean Chalet Ahwa akapiga mwichi wa nguvu wenye moto na ukaja ndani ya wafu akaenda kupiga salute. Imekopa pasi pembeni mpanzu elimpanzu anasogea tena na mpira ndani ya box. Elimpanzu, oh! Ni Desemukola Steven, angalia alaengereka akiatambua alivyoshika kiuno chake. Amekuwa na kiwango kizuri katika misimu minne ya mwisho, amekuwa akifunga 10 plus goals. Elimpanzu, wow! alipiga na guu la kushoto. Pasi nzuri ile na aliyamalizia Stephen Dese Mukwala. Kip Dennis Kip Dennis Prosper, amekataliwa bado. Kip Dennis oh, pira lingeleka na umekwenda nje. Kip Dennis akitafuta bao lake la kwanza katika kampeni ya msimu huu ya ligi kuu ya NBC, alitengewa na Dese Mukwala akanyosha Alaingeleka akakataa, panzo ameujaza ndani, unaocheza kwa kichwa, oh, wow! Hatimaye anajisafisha Kip Denis Prosper, kwamba anajisafisha, bao lake la kwanza la ligi kuu ya NBC. Aliruka juu kama Drogba vile, akapiga mpira kwa kichwa na ukaja akambani moja kwa moja. Tazama mwamba huyu Mkala akapitisha mpira ule, napitishwa pasi pembeni, uko Kip Denis